Majina anaitwa Ahmed Missanga, mwenyekiti wa Ramadhan Charity Program. Tumefika msikiti wetu, msikiti ya wilaya ya Ikungi Masjid Nur Ikungi. Kama ada yetu, zaidi ya miaka minne tunafika hapa na kufanya sadaka ya iftari kwa sababu ya ndugu zetu Waislamu waliofunga, na haswa tunalenga iftari hii kila mwaka tunalenga iwafikie wahitaji katika jamii yetu, maanake katika msikiti wetu huu wa Ikungi kuna watu wenye mahitaji maalum, kuna wajane, kuna wazee, lakini pia kwa ndugu zetu wasiojiweza katika, katika jamii yetu ambao huwa wanakuja wanaandaliwa futari hapa na wanapata futari pamoja na sisi. Kwa hiyo hii ni sehemu ya sadaka yetu ambayo msikiti itaandaa iftari na inshallah Mwenyezi Mungu akijalia tutaweza kufika na kupata iftar pamoja na wahitaji. Kwa hiyo ndugu zangu, nipende kuwashukuruni sana kwa kupokea sadaka hii, lakini pia niwakumbushe, tupo katika kumi la mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, kumi ambayo ina neema na baraka ndani yake ya usiku wa Lailatul Qadri. Katika usiku huu wa Lailatul Qadri ama usiku hizi tukufu, tutaombeni ndugu zangu, muweze kufanya dua maalum ya kuombea taifa letu, mheshimiwa rais wetu, lakini pia na viongozi wetu kwa ujumla, tuweke dua, tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu aendelee kudumisha amani ya taifa letu aendelee kudumisha udugu wetu Amin. Upendo wetu Amin. Lakini pia tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu ampe nguvu rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan na viongozi wake wote, awape nguvu waweze kututumikia sisi wa Tanzania kwa uadilifu, kwa uchapakazi na kuendelea kutuletea maendeleo Amin. Kwa hiyo ndugu zangu mimi nimeona niwakumbushe hilo na pia niwatakie mfungo mwema mm -hmm. na pia Mwenyezi Mungu atie baraka na tukabalie saumu zetu Amin. Kwa jina, naitwa Maulid Ali, ni mjumbe wa baraza la mashehe kata ya Ikungi, na nashukuru sana. Tunapokea mzigo huu kwa niaba ya waumini wa kata hii ya Ikungi, lakini hasa msikiti huu wa Masjidi Nuru Ikungi, tunashukuru sana kuipokea sadaka hii kwa ajili ya kuwalenga hasa wale ndugu zetu wenye mahitaji mbalimbali, lakini pia ni sehemu ya iftari ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, awajalie wale waliotoa sadaka hii kila liokuwa la kheri, lakini pia pale walipopunguza, Mwenyezi Mungu awape badala, amin, na kile alichowaruzuku basi Mwenyezi Mungu akitilia baraka. baradguzangu ni niwashukuru sana sana sana sana. Amin. Ninachokiomba na kusisitiza kwa jamii hasa wale ambao Mwenyezi Mungu amewaruzuku kupata kile chochote kile cha kuweza kutoa kwa ajili ya kuwasaidia wale wasiokuwajiweza, wajihimu. Manake sadaka ni miongoni mwa vitu ambavyo vinazima hasira ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wataala, na wala sadaka haimaanishi kwamba ni mpaka uwe na kitu kikubwa sana ndio uweze kutoa. Unaweza ukawa na kitu kidogo tu ambacho kinaweza kikamsaidia mtu mwingine ambaye hana kitu kama hicho ambacho wewe unacho. Kwa hiyo niombe wale wote wenye uwezo wa kuweza kulisha mtu mmoja watu wawili basi waweze kufanya hivyo mm. Hasa ndio lengo la le mwezi huu mtukufu wa Ramadhani mm. Ni mwezi wa kufuturishana, ni mwezi wa kuombeana kheri, ni mm. mwezi wa kuombeana maghfira kwa, kwa Mwenyezi Mungu mm. Subhanahu wa Ta'ala mm. kwayo kubwa hasa ni hilo, na tuendelee kuomba sana sana katika hili kumi la mwisho Mwenyezi mm. Mungu atuwezeshe pia kuyona Lailatul Qadr, lakini mm. pia tuendelee kuhimizana katika kutoa na kutakiana yale yaliyokuwa mema.